Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika darasa letu la kujifunza neno la Mungu, na bado tupo katika mwendelezo wa uchambuzi wa karama mbalimbali za Roho Mtakatifu kulingana na Maandiko, na katika darasa la leo tunaendelea na sehemu inayofuata ya zile karama tisa Tatu kati ya zile karama tisa ambazo tunazisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa nane hadi ule wa kumi. Ikiwa ukupata madarasa ya nyuma, basi na kushauri utembelee maktaba yetu uweze kuyapitia ili tuende katika mtiririko mzuri. Na tulishakwisha kuona karama sita, ambazo zote hizi tisa zipo katika kundi la karama zinazojulikana kama karama za madhihirisho. Karama za madhihirisho yani, Mungu anadhihirisha utukufu wake na uweza wake na nguvu zake wazi wazi au kwa wakati fulani mara moja ndani ya kanisa. Ndio maana tunazita karama za madhihirisho, katika wakati fulani Mungu anazidhihirisha ndani ya kanisa. Zipo tisa, na tuliona sita kati ya hizo, na hizi tisa zimeganyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi ambalo linajulikana kama karama za ufahamu au utambuzi, ambapo katika kundi hili kuna karama ya neno la hekima neno la maarifa na upambanuzi wa roho. Lakini kundi la pili ni karama za nguvu ambapo kuna imani, karama za uponyaji na miujiza. Imani, karama za uponyaji na miujiza, katika kundi la pili. Lakini kundi la tatu ambalo tunaendelea nalo leo ni kundi la karama za usemi, za usemi, ambazo ziko tatu: unabii, aina za lugha na tafsiri za lugha. Unabii, aina za lugha na tafsiri za lugha na hizo ndizo tunazoziangalia au kuziangazia katika darasa hili la leo. Sasa, kwa nini ziitwe karama za usemi? Ni karama za usemi kwa sababu Mungu anazungumza ujumbe moja kwa moja kwa kupitia vinywa kwa kanisa lake. Kwa hiyo Mungu anazungumza ujumbe wake moja kwa moja kwa kupitia vinywa kwa kanisa lake, au analeta taarifa kwa vinywa vyetu kwa kusema na kwa kuzungumza. na maana zinaitwa karama za usemi, tofauti na karama za nguvu. Nguvu zenyewe ni nguvu zile za ufahamu zenyewe zinachunguza, lakini hizi zinazungumza. Kwa hiyo hizi za kuzungumza ambazo ni unabii, unabii, aina za lugha na tafsiri za lugha. Sasa tuende moja kwa moja tuanze na karama ya kwanza ambayo ni karama ya unabii. Hii ni karama gani? Hii ni karama ambayo Mungu anayeachilia kwa waumini ili kusema ufahamu wa Mungu kwa kanisa, ili kusema ufahamu wa Mungu wa kanisa. Ni karama ya kinabii, haijafungwa katika kutoa tu utabiri wa mambo yanaokuja kama wengi wetu tunavyodhani. Unabii unahusiana na utabiri wa mambo yanaokuja hapana. Unajua, katika Agano la Kale manabii au unabii ulikuwa unalenga sana sana kueleza taarifa zinazokuja, kama vile taarifa za, za nchi au majanga yanayokuja au mema. Mungu anaokuja anatumia manabii kuyazungumza na kuyasema, kwa hiyo kwa agano la kale ilikuwa ni kueleza habari zinazokuja lakini kwa agano letu jipya haishii hapo. Lakini pia kusudi la unabii ni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Kumbuka karama hizi tulijifunza, tukasema lengo lake ni kuwakamilisha watakatifu na kujenga mwili wa Kristo, kuwajenga watu katika kanisa la Kristo. Sasa tumelithibitisha, au tunalithibitisha wapi hili? Tusome kile kitabu cha Wakorintho wa Kwanza sura ya 14 na ule mstari wa tatu. Wakorintho wa Kwanza sura ya 14 na ule mstari wa tatu. Inasema bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga, umeona, na kuwafariji, umeona, na kuwatia moyo. Kwa hiyo, kuhutubu ni kujenga, kufariji na kutia moyo. Sasa kuhutubu kuna kuzungumziwa hapa, maana yake ni kutoa unabii. Kwa hiyo, unabii unaotolewa katika kanisa, asilimia kubwa unabii huu ni kujenga, kufariji na kutia moyo, na sehemu nyingine ambayo sio kubwa sana ndio kutabiri mambo yanayokuja sasa nikupe mifano michache, ikarama inafanyaje kazi katika kanisa. Tuchukulie mfano, uh, mama au mwanamke ambaye ameteseka na ugonwa na amekata tamaa, ninaenda mara mwisho uh, wa wa utatangaza matendo makuu ya Mungu. Na Mungu anasema anakwenda kukufungua, anakwenda kuponya, kabla mwaka hujaisha hautakufa bali utaishi. Sasa yule mwanamke analisikia lile neno, anasema hili ni neno langu. Mbona alikuwa anajiandaa kwenda kufa, lakini Mungu anamwambia sitakufa. Anajua kwamba kile neno ambalo Mungu kanipa unabii wangu, analishikilia lile, na kweli anapokea muujiza wake na uponyaji wake. Kwa hiyo unabii unakuja katika namna hiyo. Mfano mwingine, labda ni kijana ambaye ni mwimbaji, lakini amekuwa akiimba kwa muda mrefu haoni kama nyimbo zake zina matokeo au haoni kwamba kuna siku anaweza akapiga hatua, lakini katika kuimba kwake, siku moja, mtu mmoja akamfuata akamwambia, siku ile ulipokuwa unaimba, nilijisikia nalia na kububujika machozi, afu nikasikia sauti inaniambia ndani yangu, huyu ni mtumishi wangu na nitamtumia sana, kwa ukuu sana kuwabariki watu kwa kupitia uimbaji wake. Sasa yule mtu akija kupewa lile neno, Kwake linakuwa ni neno la unabii kwa sababu ndivyo Mungu alivyosema kupitia kinywa cha yule mtu. Alikuwa anakaribia kuacha, alikuwa anakaribia kukata tamaa, lakini Mungu anamfariji na kumtia moyo. Nikupe tena mfano mwingine, labda wewe ni mtumishi wa Mungu, pengine ni mchungaji, unalichunga kanisa, na yamkini umezunguka au yamkini umemtumikia Mungu kwa muda mrefu, uone matunda ya kazi yako, kanisa likui, kanisa liongezeke, lakini unashangaa tu kuna mshirika anakuja kukuambia kanisani mchungaji, jana nimeota ndoto usiku, nimeona kanisa hili limekuwa kubwa. Umeona watu wamekuwa wengi na ukiona, unamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu na kumwambia Mungu asante wa kwa kunikuza na kuniongeza. Umeona? Sasa hilo ni neno la unabii ambalo Mungu anakupa wewe ili kukufariji, kukujenga na kukupa matumaini ya kuendelea mbele, ili ukafanikiwe siku ambazo Mungu akokuambia mbele yako. Umeona? Inakupa unabii wa nyakati pia zinazokuja, lakini ukiwa bado katika wakati mnakaribia kukata tamaa, Mungu anatoa neno la kinabii anasema, niko pamoja na nyinyi, sitaacha wala sitapungukia, nitaimarisha, nitaatia nguvu, nitainua. Hayo ni maneno ya kinabii ambayo Mungu anasema kwa kupitia watu katika kanisa. Ni kitu ambacho kinakuja ndani ya mtu, anasukumwa kusema, anafunuliwa au anaonyeshwa au anaambiwa. Hiyo inaitwa karama ya kinabii. Sasa tukirudi pia kwenye maandiko, tutaona mifano kadha kadha katika Biblia ambayo inadhihirisha karama hii. Uh, mfano wa kwanza tukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 15 na ule mstari wa 32, tufungue kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 15 ule mstari wa 32, anasema: tena Yuda na Sila, kwa kuwa wao wenyewe ni manabii, wakahusia ndugu kwa maneno mengi, wakawathibitisha wakiisha kukaa huko muda, wakaruhusiwa na ndugu waende kwa amani kwa hao waliowatuma. Mona, Yuda na Sila walikuwa ni manabii, walikuwa ni manabii katika kanisa lakini wakawathibitisha wanafunzi. Kwa hiyo, Mona, karama hii kazi yake ni kuthibitisha watakatifu, yani inawajenga inajenga kanisa. Mona, Mungu anatoa maneno ya kinabii ya kuwatia moyo, kufariji watu, kusonga mbele, kusimama, kuendelea kumtumikia Mungu. Mfano wa, wa, wa, wa, wa watu kama hawa ni kama katika gano la kale ni kama Zekaria na Agai, kipindi kile Israeli wamevunjika moyo, hawamtumiki tena Mungu wanaona kwamba sio wakati wa kumtumikia Mungu, kila mmoja akaenda katika shughuli zake. Na walipoenda katika shughuli zao, kila mmoja ya maisha yake ni magumu, wanapata wanashangaa, kitu chenyewe kikai, wanalima wanashangaa wapati vingi, mpaka Mungu akaambia, mmepanda vingi, mmevuna haba, meka katika mifuko ile toboka toboka, kwa sababu nyumba yangu inakaa katika lorubifu. Mungu akawapa neno la kinabii kutumia Hagai na Zekaria, akamwambia, endeni mkakate miti, pandeni milimani mkakate miti, nijengee nyumba yangu. Akaambia utukufu wa nyumba ya pili, utukufu wa nyumba hii itakuwa mkubwa kushinda utukufu wa nyumba ya kwanza. Akaambia fedha na dhahabu ni mali yangu. Hilo neno tunalotumia leo hii fedha na dhahabu ni mali ya Bwana ni neno ambalo Mungu aliwapa watu wake unabii. Akaambia nitatikisa tena nchi na hiyo mbingu na vinavyotamaniwa na mataifa vitaajilia. Maana ni kwamba Mungu aliwaidia utajiri mkubwa mbeleni. Kwa hiyo watu waliposikia unabii ule wakachangamka moyo, wakaenda kumtumikia Mungu. Mungu akasema kaamsha mioyo ya wenyeji uh, wa mioyo ya masalia walikuwa wamebakia kule pamoja na Zerubabel na Yoshua. Mungu tena kampa Zerubabel neno la Biblia, akamwambia soko uweza alo kwa kwa nguvu bali kwa roho yangu mimi asema Bwana. Umeona mwisho wa siku, ka, a, nyumba ya Mungu ikajengwa na utukufu kule wa Mungu kama mkubwa sana kwa sababu manabii walikuwepo kuwathibitisha. Kwa hiyo manabii tunahitaji katika kanisa Mungu kutoa neno la unabii kila kipindi kuwathibitisha watu. Tunakaa katika kanisa unakuta watu wanakata tamaa, watu tamaa, wanapoa, kwa sababu tunaizimisha karama hii. Kwa sababu karama ni lengo lake ni kujenga kanisa kulifariji na kulitia nguvu. Na ndio maana wakati mwingine ukuta mtu anakufa kiroho, mtu ambaye aingii katika kanisa au, au hana ndugu hawa kana wapendo, mara nyingi anakufa kiroho. Kwa sababu gani? Anakosa neno la faraja kutoka kwa Mungu kupitia manabii wake ambao Mungu kaweka katika kanisa. Kwa hiyo karama hii specifically, yaani kwa msingi wake kabisa wa chini, ni kuwajenga watakatifu, lakini pia karama hii inatabiri mambo yanayokuja hilo pia tuliepuka kwa sababu ni unabii unatabiri katika mambo yanokuja. Tumelithibitisha wapi katika maandiko? Tukirudi kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 11 tunasoma katika ule mstari wa 28, kuna nabii anaitwa Agabo, alitokea katika kanisa akatoa kwa uwezo wa roho akasema, kuna njaa kubwa sana inakuja katika dunia nzima. Na hivyo basi watu waliposikia vile, wakaanza kujiwekea hazina ya vyakula. Hata njaa ilipokuja, basi watakatifu walikuwa salama. Kwa hiyo Mungu pia anatutahadharisha na kutuonya kuhusiana na nyakati zinazokuja na kwamba tuweke akiba ili kwamba nyakati za hatari zinapokuja tuweze kuzimudu, kuzimudu na tuweze kuzikabili. Kwa hiyo Mungu pia anaweza katupa taarifa za mambo yanayokuja ili tuweze kuchukua tahadhari. Taadhari unaona, pia ni kututahadharisha au kutupa taarifa za nyakati zinazokuja. Lakini pia karama hii inafanya kazi pia ya kuthibitisha wito au huduma ndani ya mtu. Kwa mfano tukisoma habari ya mtu mmoja anaitwa Timoteo katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Timoteo sura 4 mstari ule wa kumi. Angalia hapa ah, Paulo anachomwambia Timoteo: usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Umeona kumbe Timoteo ali, ile karama pia kwa unabii alitabiriwa kwa uwezo wa kwamba wewe utaenda kuwa katika huduma hii na kazi hii. Ili jambo pia lipo katika kanisa. Kuna wengine karama zao hawawezi kuzifahamu isipokuwa Mungu awape unabii kwa ajili ya karama zao. Mwingine Mungu anasema wewe ni mwinjilisti. Mungu anaweza akasema wewe ni mwalimu. Mungu anaweza kusema wewe ni shemasi. Wewe kaa katika nafasi hii katika kanisa utafanya vizuri. Wewe kaa katika nafasi katika kanisa utafanya vizuri. Wewe kaangalie watoto, wewe kaangalie vijana. Mona, hizi zote zinathibitisha wito kama vile Timoteo alivyothibitishwa wito wake, na karama hii inafanya kazi kwa namna hiyo. Lakini kazi nyingine ya karama hii inatoa mwongozo mwongozo wa kiutume au wa kimisheni katika Injili. Umeona, tumelithibitisha hapo hilo, tunalisoma katika kile kitabu cha Matendo pia, sura 13 mstari wa kwanza mpaka tatu. Unaona kule kule kule Antiokia walikawa wakawa naomba na kusali kwa ajili ya kupeleka Injili. Umeona, Mungu akawafunulia, nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi ile lioitia. Ndio wakamtuma Paulo na Barnaba wakaenda kule wakafanikiwa katika Injili. Kwa sababu gani? Kwa sababu karama hii ilitenda kazi katikati ya kanisa. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anatupa direction. Tunaweza kuwa tunataka kwenda kwenda kijijini lakini Mungu anatuambia tusiende vijijini, tuende mjini. Tunaweza kuwa tunataka kwenda mjini lakini Mungu anasema jiimarisheni kwanza ndani mkafanye huduma hiyo. Kwa hiyo karama hii inafanya kazi kwa namna hiyo katika kanisa. Kwa hiyo inatimiza makusudi haya ndani ya kanisa. Jambo la kwanza ni kuwatengeneza, kuwajenga, kuwafariji na kuimarisha watakatifu. Lakini jambo la pili ni kutoa miongozo pia ya kihuduma. Tunajua tunataji kwenda mahali fulani kumtumikia Mungu, Mungu anasema na sisi. Lakini jambo la tatu ni kututabiria kuhusu mambo yanokuja na nyakati zijazo, ambazo lazima pia tufahamu kwamba Roho Mtakatifu anafanya. Lakini jambo la nne pia kuthibitisha wito ambao Mungu ukauweka ndani yetu. Yamkini karama hii iko ndani yako, ili iweze kufanya kazi, ni lazima upende kanisa, ni lazima uwapende watu wa Mungu, lakini lazima uwepo na kundi la Bwana, na Bwana atajidhihirisha kwa kupitia wewe ndani ya kanisa lake. Mungu akubariki sana tumekusha kuiona hii karama ya unabii inavyofanya kazi kwa sehemu darasa linalofuata tutamalizia kuangalia karama za aina za lugha pamoja na tafsiri zake na hivyo tutakuwa tumekamilisha kundi hili la kwanza la karama za madhihirisho Mungu akubariki sana, Shalom.